Kwa majina naitwa Diana Hamfrey, ni afisa habari wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida. Kwanza kabisa, ningependa kumshukuru rais wetu wa awamu ya sita katika serikali yake Dkt Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii ambayo amewekeza katika sekta ya afya. Kwanza kabisa, katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Singida tumepokea uh, fursa nyingi kupitia awamu hii ya sita. Uh, ukiangalia katika vifaa tiba vingi ambavyo tumepokea katika uh, awamu hii ya sita ya Dkt Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya, tumeona fursa nyingi kwa sisi vijana zimeweza kupatikana ikiwemo ajira. Ukiangalia katika vifaa tiba, wataalamu wengi ambao walikuwa wamesomea pande hizo wameweza kupata fursa hizi kama uh, masuala ya upimaji wa mionzi ambazo ni digital x-rays pamoja na CT scan, lakini pia tukiangalia katika uh, miradi ya magonjwa ya dharura pamoja na wagonjwa mahututi ICU, pamoja na images imetoa fursa nyingi kwetu sisi vijana kujipatia ajira, lakini vile vile katika uh, rasilimali watu kama mimi pia ni afisa habari, nimepata fursa hii kupitia uh, serikali hii ya awami ya sita, ya Dr. ya Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya. Hivyo tungependa kumshukuru sana mama yetu ambaye anaendelea kutu, kutupa fursa hizi lakini pia kuwekeza zaidi katika uh, sekta ya afya. Asante Mpaka Ndichi.